Msanii Mbosokani ni kama vile ameweza kutangaza vita mpya na msanii Diamond Platnum. Unaweza kuona uh, tangu uh, atoka katika record label ya WCB Wasafi, kuna mambo mengi sana amepitia. Baada tu ya kuachia albamu yake uh, nje ya record label ya WCB, ni kama vile alipata shida, alipata changamoto namna ambavyo waligombana na msanii Diamond Platnum, jambo ambalo msanii Mbosokani binafsi hakutamani kabisa kuweza kutokea jambo hilo yaani, yagombane na kaka yake kipenzi msanii Diamond Platnumz, kwa sababu ukiangalia Mbosso Khan na msanii Diamond Platnumz wametuana mbali sana, ukiangalia tangu kile kipindi msanii Mbosso atoke katika lile kundi la Yamoto Bendi ambapo walikuwa wanne, na msanii Diamond Platnumz akaamua kumpokea msanii Mbosso Khan na kuanza kumlea kimziki mpaka hapo walipofikia. Msanii Mbosso Khan tunaweza kusema kuna mchango mkubwa sana wa msanii Diamond Platnumz. Sasa baada ya kugombana kwao mpaka leo hii bado hawajaweka sawa, lakini Mbosso ameamua kupambana kivya kivyake vyake. Mbosso ameamua kutoboa kivya kivyake vyake na sasa hivi tumeona Mbosso amestop kwa kiasi kikubwa, yani ile promo ya miziki yake haiendi sana kama ambavyo alikuwa akipatiwa sapoti na msanii Diamond Platnum. Mbosso kani kwa sasa hivi yupo huko nchini Kenya na aliweza kupata wasaa wa kupata interview na waandishi wa habari kuhusiana na mziki wake, lakini pia walitamani sana kufahamu, mashabiki wanatamani kuelewa ni lini wataweza kuweka sawa na msanii Diamond Platnum, lakini swali kubwa ambalo msanii Mbosso aliulizwa, aliulizwa ugomvi wako na Diamond hauwezi kuleta madhara yoyote kwenye mziki wako kwa sasa? Mbosso kani akajibu kwa ujasiri sana ilo swali na ndo swali ambalo kila mmoja aliweza kushangaa namna ambavyo Mbosso alijibu. Mbosso alijibu hapana, Eh, hilo swala haliwezi kuingiliana na mambo yetu ya kazi, ni mambo binafsi eh, basi eh, kama ni mziki tuendelee kufanya, kila mtu afanye kwa nafasi yake na kila mtu atatoboa kwa nafasi yake anachoamini, kila mtu amepangiwa riziki yake. Hicho ni kitu ambacho Mbosso ameweza kukiamini, lakini pia eh, kitu kingine ambacho Mbosso ameweza kukizungumza, amedai kwamba anaamini hakuna watu ambao wanagombana washindwe kupatana, washindwe kuleta suluhu na yeye pia anaamini ipo siku yeye pamoja na bradha wake au kaka yake kipenzi msanii Diamond Platnumz wataweza kuweka sawa kwa sababu ukiangalia ugomvi wao ulikuwa ni ugomvi eh, ambao hatuelewi ulikuwa una maana gani. Eh, ule ugomvi namna ambavyo ulianzishwa anzishwa na Baba Levo alafu baadaye eh, ukaja ukazuka Diamond Platnumz mwakaona anaingizwa eh, mambo yalikuwa ni mengi sana. Na mbosokani yeye binafsi anakuambia haoni kosa lake. Yeye aliamua kujitetea baada tu ya kushambuliwa mitandaoni eh, kwamba ngoma ya pawa amesaidiwa kuandikiwa kwa, na msanii Diamond jambo ambalo yeye Mbosso anakanusha mambo ni mengi sana tulishuhudia, vituko vilikuwa ni vingi sana lakini Mbosso alipambana, Mbosso alikaza na baadaye akatoboa. Na sasa hivi Mbosso anatangaza vita mpya kwa wasanii, lakini pia kwa msanii Diamond Platnumz kwamba yeye ni mbosokani na atatoboa kivyake, kivi vyake atatoboa kivingine, na ipo siku basi kila msanii atatamani kufanya ngoma na msanii Mbosokani kwa sababu amefanya kitu kizuri. Sisi tunachoamini kwa msanii Mbosokani ni msanii ambaye anajua kuandika, ni msanii ambaye anajua kuimba, ni msanii ambaye anajua nini ambacho anaweza kukifanya katika sanaa ya muziki. Lakini ukiangalia Mboso eh, tangu atoe katika record label WCB bado anaendelea kufanya vizuri. Lakini hebu tuendelee kusubiri tuone hapo mbeleni kuna kitu gani ambacho kitatokea. Mbosokani ataendelea na moto huu huu ambao unaendelea au eh, atapotea kama upepo kama ambavyo wengine wakitoka katika lebo wa WCB wasiposapotiwa na msanii Diamond, basi wanapotea. Ukiangalia baadhi ya wasanii, ukiangalia kina Richie Mavoko, na wao pia walikuwa katika lebo wa WCB. Baada ya kutoka kwa ugomvi mzito, baadaye wakapotea. Lakini msanii Harmonize pekee ndiye msanii ambaye amesimamia msimamo wake, amesimama mwenyewe na mpaka sasa hivi hapo alipofika Eh, basi tunaweza kusema anashukuru kwa sababu sio jambo rahisi, sio jambo jepesi kwa sababu eh, namna ambavyo huwa inakuwaga eh, kawaida yake ni kwamba ukichukiwa na Diamond ni kama vile mashabiki nao wanakususia hivi, e, eh, yani kwa ufupi Diamond Platnumz ana mashabiki wengi, lakini ukiangalia kwa Raven imekuwa tofauti na Harmonize e, eh, Raven yeye ametoka katika rekodi lebo ya WCB, lakini bado anawasiliana vizuri tu na msanii Diamond, na sapoti kubwa sana ya mziki wa Raven unafanywa na msanii Diamond Platnumz ndio maana Rayvanny mpaka leo hii yupo kimataifa zaidi. Wewe kama shabiki, kuna lipi la kuzungumza? Unafikiri msanii mbosokani ataweza vita na msanii Diamond Platnumz au ataweza kushindana na Diamond Platnumz? Hebu tusubiri tuone, tuachie maoni yako chini ya comment section, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kusani on notification.